Okay. Tunaendelea na hesabu darasa la nne. Hapa tunahesabu tu darasa la nne aa, ni mada ya nne ambayo inazungumzia muda. Nimegusa mada ya kwanza kujumlisha na kutoa, nimegusa mada ya pili kuzidisha na kugawanya, nimegusa mada hii ya, yani, nne. Sasa inazungumzia muda. Swali so, letu la kwanza, kipengele a inasema hivi, linasema hivi filamu unaanza filamu inaanza saa tano dakika kumi na inadumu kwa dakika tisini je itaishia saa ngapi itaishia saa ngapi filamu hiyo filamu swali hili la muda kwamba filamu filamu inaanza saa tano na dakika ngapi? Na dakika kumi. Alafu itadumu kwa dakika ngapi? Dakika tisini. Hizi ni dakika, hizi ni nini? Hizi ni dakika. Je, itaisha saa ngapi? Je, itaishia saa ngapi? Tuangalie hizi dakika tisini kwanza ni sawasawa na masaa mangapi? Okay, ni sawasawa na masaa mangapi? Dakika tisini ni sawasawa na masaa mangapi? Maanake hapo unagawanya kwa ngapi? Unagawanya kwa sitini. Ok, kwamba sitini, sitini zipo ngapi kwenye tisini? Sitini ipo moja ambayo ni lisali moja okay. ili kufika tisini sitini, ili kufika tisini na bakia thelathini. Kwa hiyo hapo ni lisali moja na nusu. Kwa hiyo nini kitakachofanyika hapa hesabu yetu maana yake ita, itakuja kutuambia kwamba tufanye nini hesabu yetu itatuambia tano dakika kumi, maana yake tuongeze lisali moja na nini na nusu, lisali moja na nusu. Hebu tufanye hii hapa sasa, tuifungie kwanza huku isihusike, hapo kwamba lisali moja na nusu hapa tunajumlisha sifuri ongeza sifuri ni ngapi? Ni sifuri. Na moja ongeza tatu ni ngapi? Ni nne. Na hapa tunashusha hizi nukta. Tano ongeza moja ni sita kwa hiyo kama ilianza saa kumi na moja dakika kumi unasoma kwa, kwa, kwa kutumia masaa ya Kiingereza kumi na moja dakika kumi itaisha saa ngapi? Saa kumi na mbili na dakika arobaini saa kumi na mbili daaarobaini kikubwa hapa ujue dakika tisini hizi ni masaa mangapi k okay? kwa hiyo jibu lake itakuwa itaishia saa kumi na mbili na dakika arobaini. Asante sana kwa majina, usikose kusubscribe hii channel ili uwezi kujifunza zaidi na zaidi. Na swali la kwanza, kipengele B kinasema hivi, badilisha saa moja na robo kuwa dakika. Badilisha saa moja na robo kuwa nini? Kuwa dakika. Lazima hapa tujue kwamba tuwe tunaifahamu nini, tuwe tunaifahamu njia jinsi ya kufanya hii nini, hii hesabu. Njia yake ni kwamba saa moja na robo, saa moja na robo tunaandika ni hivi. Ok, hili ni saa moja na robo, tubadilisha kwenda kwenye dakika kikubwa zaidi. Lazima hapa ujue kwamba hivi kwanza, huku upande wa huku upande wa huku upande wa huku ni saa okay? upande wa huku, huku ni nini? Upande wa huku huku ni saa, kwa saa moja na dakika kumi na tano, kwa ujue, lisaa limoja saa na dakika ngapi? Kawaida unajuaga lisaa moja ni sawa sawa na dakika ngapi? dakika sitini. Hasa hapa amesema na dakika kumi na tano. Kwa hiyo kama hizi ni sitini dakika, basi tuongeze dakika zingine kumi na ngapi? Tuongeze dakika kumi na tano tutapata jibu ili itakuwa ni nini? Zitakuwa ni dakika dakika, okay? kwa hiyo tutachukua sifuri ongeza tano ni ngapi? Ni tano. Tunakuja sita ongeza moja ni ngapi? Ni saba kwa jibu letu moja kwa moja, tutakuwa na nini? Hizi zitakuwa ni dakika ngapi? sabini na tano. Jibu lake litakuwa limekaa kwa mtindo huu hapa. Usikose kusubscribe hii channel ili uweze kupokea video nyingi zaidi na zaidi. Asante.